Uhali gani mtazamaji wa Faida Online TV? Wafanyakazi wa kampuni ya Rotai inayojishughulisha na usambazaji wa mizani za kidigitali pamoja na mfumo kwenye vyama vya ushirika nchini Tanzania wameanza rasmi zoezi la uhakiki na urekebishaji wa mizani hizo za kidigitali tayari kwa maandalizi ya msimu mpya wa ufuta, korosho na mbaazi kwa mwaka 2024-2025. Zoezi liloanza rasmi katika wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Akiongea na Faida Online TV, Bwana Joseph Lufunga ambaye ni mtaalamu kutoka Rotai anayeshughulikia usambazaji wa mizani za kidigitali pamoja na mfumo, amesema kwa kiasi kikubwa ahali ya mizani ni nzuri. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Ya kimsingi hali ya mizani sio mbaya sana, kwa hiyo ni sehemu chache, sio sio sio nyingi, ila asilimia kubwa mizani ipo, ipo vizuri, lakini tumekuja kufanya kwa kipindi ambacho ni kipindi cha mvua. Kwa hiyo tumepata changamoto ya baadhi ya maeneo kuyafikia, e, miundombinu sio mizuri sana, lakini tumejitahidi tumefika, tumefanya. Lakini pamoja na hayo, kwa upande wa wakulima kuna mwitikio mzuri sana kuhusiana na hii mizani, kwa sababu wamegundua ni mizani ambayo inawasaidia wao, hawaibiwi kwa sababu wanakuwa wanaona kitu wanachokipima ndio kinachotoka lakini pia aishii hapo. Wanapata na meseji kile walizopata. Kwa hiyo wamefurahi, wameipenda na wamekuwa mabalozi wazuri. Kimsingi wamepokea vizuri sana. Mpango wetu ni kufikia asilimia kubwa ya mikoa ya Pwani, eh, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, lakini pia mkoa wa Ruvuma. Fadhili Misango na afisa vipimo daraja la pili kutoka wakala wa vipimo mkoani Lindi ameshukuru ushirikiano unaopata kutoka kwa kampuni ya Rotai, huku akitanabaisha kuwa zoezi hilo la ukaguzi linaenda vema. Tunashukuru sana ushirikiano tulioupata kutoka kwa kampuni ya Rotai pamoja na si wakala wa vipimo mkoa wa Lindi, tunashirikiana nao kwa ajili ya ukaguzi wa mizani ambayo inakwenda kutumika kwenye zoezi la ukusanyaji wa zao la mkakati hasa hasa kwa wakati huu ni ufuta kwa upande wa wakala wa vipimo pamoja na wenzetu Rotai tupo kwenye kaguzi hizi na marekebisho ya mizani hii. Mpaka sasa tunashukuru, tumefanikisha, zoezi limekwenda vyema. Pamoja na ukaguzi huo, tumepata changamoto ya baadhi ya vifaa vilihitaji marekebisho makubwa na mengine marekebisho madogo, lakini kwa ujumla tunakwenda vizuri kwa hasa hasa kwa upande wa mizani na pima kwa usafi sasa hivi kila amkosi baada ya kukaguliwa, wanashukuru kwa zoezi linavyokwenda. Wanalishukuru zoezi pamoja na kampuni ya Rotai kwa mpango mzuri waliopanga kwenye utaratibu wa kuwezesha taasisi ya wa wakara vipimo mkoa wa walindi kuweza kufika kwa support ukaguzi wao na kuweza kufanikisha hili zoezi katika utaratibu ambao wao wamejiandalia, nasi tunakuwa tuko pamoja nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba kila amkosi tutaikagua na kuhakikisha kwamba kila mzani ambao unakaguliwa utapata certificate, tutaandikia ile stika tutaweka na sili ambayo itakuwa inaulinda mzani huo ili usiweze kuchezewa. Timu ya Rotai wamefika kwenye kijiji cha Pande Plot, kata ya Pande Mikoma, wilaya ya Kilwa mkoani Lindi na kufanya marekebisho ya mizani hizo. Huyo hapa ndugu Abdurahmani Makarani Jinja ambaye ni karani mpimaji wa chama cha msingi cha Pande Amcos amesema ujio wa mizani hizo za kidigitali umekuja kuondoa kero, shutuma pamoja na kashfa kwa makarani. Winzani za mwanzo zilikuwa zinatoa shutuma na kashfa nyingi kwa makarani wapimaji, lakini sasa winzani hizi za digitali zimejua zimekuja kuondoa mashaka na kashfa, kero kwa makarani kwa sababu unachokipima ndicho kinachosoma na ndicho kinachotoa ripoti vizuri. Mm, kwa hiyo mkulima anaweza akamtuma hata mtoto wake akaja ghalani akapima akapelekwa risiti ya moto suswani, inatoa majibu ambayo yameconnect katika winzani. Ah, wakati hapo mwanzo sasa kulikuwa hapo hata kama mtu atakuwa karani mwaminifu kiasi gani, lakini kwa sababu wana utashi wa kuibiwa mazao yao basi wanajua makarani wote ni wanakashwa wizi, kwa hiyo huishi wewe kutukana kwa matusi kwamba wewe mwizi tu, kumbe wakati wengine makarani hata hawakuhusika na, na wizi huo. Hapo zamani kulikuwa na kero ambazo zinaebuliwa na wakulima, hususan mambo ya risiti, lakini pia upotevu wa risiti zile. Lakini sasa hivi kile ambacho mkulima anapimiwa kinaonekana katika mtandao wake wa simu. Pia imerudisha imani kubwa ya wakulima kupitia mazao yao, wanaamini ya kwamba kile ambacho wanakwenda kupima pale ndicho ambacho wanachokipata kupitia na mizani zetu hizi za kidigitali. Lakini pia imeongeza watu kuendelea kujituma kufanya kazi kwa bidii kwa sababu ile hofu ya kuibiwa imekwisha. Timu hiyo ya wapambanaji kutoka Rotai wamekumbana na changamoto mbalimbali wakiwa barabarani, ambazo zingeweza kuwafanya wakati tamaa, pengine hata kurudi nyuma, lakini waliendelea kusonga mbele ili kuhakikisha kuwa mizani zote zinakuwa vizuri, ili kufanya safari ya mkulima inakuwa salama na yenye tija na mafanikio. Hapa ni kwenye kijiji cha Mikoma, kata ya Pande Mikoma, Kilwa, mkoani Lindi, ambapo zoezi la urekebishaji wa mizani hizo umeendelea. Tumpata nafasi ya kuzungumza na katibu msaidizi wa chama cha msingi Umoja Mikoma AMCOS, ndugu Selemani Abdallah Sinanyama, ambaye amesema kuwa kwa sasa makarana yameondokana na changamoto walizokuwa wakikumbana nazo hapo awali. Kwa ufupi, amani tunayo kwa sasa. Kama kiongozi, nasema amani tunayo kwa sababu zile changamoto za mwanzo kuwa tumeibiwa lawama lawama lawama nyingi zile, hakuna. Mapokeo kwa wakulima yamepokelewa vizuri, hakuna anayepinga. Sasa ukifika hapa mwenyewe hata kama anaweka mzigo, yani anakuwa na amani. Kwa ufupi, kwa majina naitwa Ismail Saidi Mngoko, ni mwenyekiti wa chama cha msingi Nang'oo Kiwala, lakini pia ni mkazi wa Nang'oo Kiwala. Mizani ya kidigitali ni mzuri, kwanza zimetukomboa kutuondolea mikakasi kati ya wakulima pamoja na watu wa AMCOS. Nikizungumza hivyo, nina maana mwanzo ilikuwa ni changamoto nyingi sana, tulikuwa tunapata tabu hususan kwenye zile mizani zetu, manake ni watu wengi walikuwa hawazielewi, lakini hizi za sasa hivi, maana yake wakulima wote wanazielewa kwao, kuelewa kwao maana yake wanatutolea sisi ule ukakasi ambao uliokuwa nao mwanzo, lakini pia tunashukuru kwa ujio huu wa mizani za kidigitali kwa sababu zinatuweka pamoja na wakulima wetu. Baada ya kuzungumza na viongozi mbalimbali, ambao wote kwa pamoja wamekili kuwa mizani hizo za kidigitali zina faida kwa wakulima, kwa kuwa zina uwazi, unaona kilo zako ulizopima na kupata ujumbe kwenye simu bila kusahau lisiti papo hapo. Uhu, sasa ni ushuhuda kutoka kwa wakulima mbalimbali ambao tumezungumza nao kutoka kwenye vijiji mbalimbali ambavyo timu ya Rotai imetembelea. Asante kwa majina yetu ya jirani za karibu ni mkulima wa chama cha Amcos Pande, natoka kijiji cha Malalani, kata ya Pande Mikoma. Mashine hizi za kidigitali, kwanza mmoja wapo mimi nimefurahi, na roho yangu imesuhuzika kupata hii mashine. Kwanza nilikuwa na hofu kubwa sana kupitia zile mashine za mwanzo. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa robo nusu nusu, nilikuwa sipati majibu korosho zangu zina nusu au zina robo. Lakini kupitia hii mashine ya kidigitali mpaka point ya korosho au ya, ya, ya zao langu naliona mimi. Naitwa Isa Muhamed Kurunguja, ni mkazi wa kijiji cha Nang'okiwala kata ya Pande Mikoma wilaya ya Kilwa wastani wa sisi mazao yetu tumeboreshewa, tumepewa mizani. Mizani hizi za kisasa za kisasa, kutoka zile za mwanzo, kwa kweli hizi za kisasa zinaburudisha. ukiweka mzigo, kilo zako naziona safi, zinatoka safi, zinaeleweka. Kwa hiyo kwa ubora huu tu kutokana na mizani zile za mara mwanzo, hizi hapa tunaziona ni mizani ambazo zinatusaidia kwa sisi wakulima. Mimi Selemani Ali Muhammad bin Ali maarufu kabisa Chankate, mzaliwa wa Kilwa Pande hii, nakaa kiwala hii kwa mkulima wa korosho korosho na ufuta, zile za mwanzo ah, kabla haijafika vizuri ah, kilo tatu toa saa. Kwa hiyo hizi tunasema kwamba safi tu eh, eh, hizi kilo unaona mwenyewe, wala hazina upinzani wa aina yoyote. na mtazamaji wa Faida Online TV. Hayo ndiyo mapokeo ya mizani za kidigitali kwa wakulima pamoja na viongozi wa vyama vya msingi na wale wa serikali, ambao wote kwa pamoja wamekubaliana na mizani hizo za kidigitali zinazosambazwa na kampuni ya Rotai kuwa ni rafiki kwa mkulima na hakika zitasaidia kumpa mafanikio mkulima wa korosho, mbaazi na ufuta pamoja na mazao mengine.